ikiwemo zile barabara ambazo zinapitika kwa shida misimu ya mvua. Mkitupa ridhaa miaka mitano inayokuja Chama Cha Mapinduzi kinaahidi kujenga kwa lami barabara za Namanyere Kizwite Chelanganya, na kuweka taa mia mbili na sabini katika mji wa Namanyere, ili wafanya biashara wetu waweze kufanya biashara usiku na mchana na mkumbuke tunakwenda kujenga stendi, tunakwenda kujenga na soko la kisasa sasa. Lazima biashara ifanyike masaa yote.